Ngazi ya Yakobo, ndoto iliyofika angani. Jacob alikuwa katika safari ndefu, akihisi kuchoka na mpweke kidogo. Baada ya kutembea siku nzima, alisimama ili kupumzika, akitumia mwamba kama mto wake. Si raha, lakini mara tu Yakobo alipofunga macho yake, jambo la ajabu lilitokea, ndoto ya pekee sana ingebadilisha maisha yake milele. Katika ndoto ya Yakobo, aliona ngazi kubwa sana ikipanda mbinguni. Malaika walikuwa wanashughulika kupanda na kushuka ngazi kama eskalator kuelekea mawinguni. Kisha akiwa juu kabisa ya ngazi, Yakobo akaona mtu wa kustaajabisha alikuwa ni Mungu. Na Mungu alikuwa na maneno muhimu kwa ajili yake. Mungu alimwambia Yakobo, "Usiogope. Nitakuangalia daima." Familia yako itakuwa na kubariki ulimwengu wote. Ijapo kuwa Yakobo alijiona kuwa mdogo na mpweke, Mungu alimkumbusha kwamba angekuwa hapo siku zote ili kumwongoza na kumlinda. Ni ahadi ya ajabu kama nini? Yakobo alipoamka, alishangaa. Alijua ndoto hiyo ilikuwa ya pekee na kwamba Mungu alikuwa amesema naye. Yakobo akapaita mahali hapo Betheli, jina linalomaanisha e nyumba ya Mungu, na akaahidi kumtumaini Mungu milele. Ndoto hiyo ilimkumbusha Yakobo kwamba upendo wa Mungu uko pamoja na sisi siku zote, hata tuwe wapi.